Um, asante sana. Uh, unajua ukiangalia, um, mapigano, machafuko, vita ambavyo vinaendelea kwenye mataifa haya, hasa mataifa yanayoendelea, na hasa zaidi, utagundua kwamba ni lazima hayo mataifa yawe na kitu, kwa maana ya madini uh, ama rasilimali nyingine, na hivyo inapelekea zaidi Uh, ku kuona mataifa ya nje yakiingilia uh, kwa mfano tunazungumza taifa la Kongo ambalo limekuwa na vita sana uh, madini ya kutengenezea uh, sijui smartphone sijui kompyuta, asilimia themanini anatoka kwao. Na hata juzi rais wa, wa Marekani Donald Trump ameonyesha kuisaidia Kongo, lakini ni lazima pia apate madini kutoka kwenye taifa hilo la Kongo, unaweza kuona namna ambavyo pia imekuwa ni, ni, ni, ni hatari, kwa maana haya mataifa ya nje yamekuwa yakiingia kwa ajili ya kufarakanisha watu, yamekuwa yakiingia kwa ajili ya ku, ya ku, ku, kuhakikisha kwamba yanatawanisha na, ya amani iliyopo angali, ya Sudani ya kuna mafuta oh, mwisho wa siku mataifa ya nje yanachofanya ni kugawa silaha kwa RSF pamoja na na, na, na serikali yenyewe chini ya Alburhani. Sasa ukiwagawia silaha wote wote, ina maana wote, kwamba hakuna watapatana, watapigana tu. Angalia hivyo uh, hivyo Sudan Kusini. Uh, kwa hiyo kumekuwa kuna kuna hayo matatizo mengi na yanachochewa na, na, na, na, na maslahi kutoka nje ya mataifa haya ya, ya, ya Afrika Mashariki na mataifa mengine. Uh, barani Afrika nam, tukianza na Kongo na, pasina shaka juma hili tumeshuhudia rais wa Angola Joao Lorenco pasina shaka ameita ama amesema kwamba ataitisha mazungumzo baina ya serikali ya Kongo eh, pamoja na waasi wa M23. Imekuwa ni mara kadhaa ikifanya hivyo, lakini pia juhudi zimeendelea. E kwa mara hii unadhani kwa kuwaita kuketi serikali pamoja na wasi wa M ishirini na tatu tutapata suluhisho kamili ni juzi juzi tu hapa mkutano um, mwingine ulikaliwa jijini Dar es Salaam Tanzania kwa ajili ya kusuluhisha huo mgogoro wa Kongo na lakini haukuona umezaa matunda baada ya hapo kwa hiyo hata uh, Lorenzo ni kama uh, anajaribu lakini sioni uh, vita hivyo vya Kongo vikifika mwisho kwa sababu ukiangalia okay, ni kama vinaendelea kutanuka, na hasa baada ya rais ku, ku, eh, wa Kongo Felix Tshisekedi kutuhumu ama kuwatuhumu wafuasi wa Joseph Kabila, lakini halikadhalika hivyo hivyo wafuasi wa Joseph Kabila nao wameenda kwe, kwa mwendesha mashtaka. Sasa hiyo ni, ni, ni, ni, ni kama Tshisekedi uh, pia anazalisha mgogoro mwingine kwa sababu hata na vikundi vilivyokuwa vinaiunga serikali mkono vitatu na vyenyewe vimeasi na kujiunga na kundi la M ishirini na tatu. Sasa hiyo inaleta ugumu kwa Joao Lorenzo kwa sababu wamejaribu wengi na bado wameshindwa. Jumuiya ya SADEK haujaona pia wakifua dafu, vikosi vya Afrika Mashariki havijafua dafu, vikosi vya Umoja wa Mataifa na wenyewe havijafua dafu, na ni ngumu kwa nchi kama Angola kuweza Uh, kupatanisha kwa sababu tu Angola hawezi kuwa na msuli kuzidi ku, ku, ku, mataifa ya magharibi . Angola hawezi kuwa na rasilimali kuzidi um, mataifa ya magharibi, kwa maana ya silaha na ushawishi. Kwa hiyo Angola bado wataenda watajaribu lakini bado imekuwa changamoto, nimekuwa yani ni mfupa mgumu, ambao huu ni mfupa ambao unaitafuna Kongo miaka mingi na mingi. Kabla ya kuzaliwa ya mwezi ishirini na tatu, kulikuwa na makundi mengine, makundi, uh, makundi ambayo yaliungwa mkono na kina Laurent Nkunda, makundi ambayo yalikuwa na kina uh, Bosco Ntaganda. Kwa hiyo Kongo imekuwa ikipitia mfululizo wa makundi natoka hata kwenye serikali ya Joseph Kabila alijaribu angalau kuweka upatanisho, ikiwemo ule mkataba wa amani wa elfu mbili na tisa, lakini sasa hivi huoni tena nini kikifuatwa. Kwa hiyo Angola wanajaribu kwenye kitu ambacho inaweza isipatikane ufumbuzi wa mapema. E, e, tunapojiuliza kwamba kwa nini imekuwa Angola tu ndio imekuwa ikitoa huu wito na ikitaka sana kusuluhisha haya, tunajiuliza kwa mataifa ya Afrika hakuna taifa kubwa ambalo lenyewe Eh, tunalihusudu, tunaweza tukasema hivyo, lenye nguvu barani Afrika kama ilivyo kule kwa wenzetu Ulaya. Marekani imekuwa ikichukua nafasi kubwa, hasa katika kusuluhisha migogoro kadha wa kadha na kufanikiwa. Kwanza, Angola na Kongo hawako mbali. Kwa hiyo uh, machafuko yoyote ambayo yanawahusu Kongo yanaweza yakaingia Angola na hii inapelekea ina, ina, ina, ina, ina pia Angola wawe na tahadhari. Kwa hiyo, kuitisha uh, vikao vya kumaliza mgogoro una waendelea Kongo ni kama kuitisha vikao vya kuiweka salama Angola. Kwa hiyo, unaweza kuona namna hivyo na, na unavyozungumza Angola ni taifa pia lenye rasilimali kubwa ya mafuta. Kwa hiyo, moja kwa moja, machafuko yakivuka na kuingia Angola, ina maana yanaenda kuguza pia rasilimali za taifa la Angola, na ndiyo maana Angola wanajaribu kufanya kila linalowezekana kwa ajili ya kuhakikisha tu uh, wanaondoa haya machafuko Kongo, kwa sababu pia wanakuwa wanalinda rasilimali za taifa lao. Na, na, na, na kwa nini sasa mapigano haya yameshadidi sana hasa kwa nyakati hizi za Rais Felix Tshisekedi? Uh, tunaona yalikuwepo lakini hayakuwa na fukuto kubwa lile, uh, nyakati za Kabila na wenzake huko nyuma. Uh, ni, ni, ni kwa sababu ukifuatilia um, ok, historia inakuonesha namna ambavyo kulikuwa na mkataba wa Lamera ambao ndio ulikuwepo uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli. pale lakini Joseph Kabila kwa namna moja ama nyingine, alijitahidi kuhakikisha haya mapigano hayafiki mbali ama haya mambo hayafiki mbali. Sio kwamba wakati wake hakukuwepo na haya makundi ya M ishirini na tatu na makundi mengine, lakini alijaribu kucheza kwenye nafasi ambayo haiwezi kuleta madhara zaidi. Kwa sasa hivi inaonekana ni kutokana na, na, na, na, na. Uh, Rais Felix Tshisekedi mwenyewe jinsi anavyoliongoza taifa uh, la Congo ikiwepo jua pia um, nimesema mwanzo, anaanza kuandama wafuasi wa Josef Kabila. Sasa kuandama wafuasi wa Josef Kabila ni wazi kabisa kunatengeneza uh, tatizo, sababu Josef Kabila na wafuasi wake wengi na amewahi kuwa rais wa jamhuri ya kidemokrasia ya Congo. Kwa hiyo kugusa ina maana unatafuta tatizo lingine, ambao ndio ndio, ndio uh, Felix Chisekedi ameliibua upya, kwa sababu ni jambo la kushangaza uh, kwa Colonel Nanga ambaye ndio uh, mkuu wa m ishirini na tatu kwa sasa, ambaye ndio alitangaza matokeo ya uh, kuwepo Felix Chisekedi fel, fel, kushinda, lakini sasa ndio anaongoza kundi la waasi, lazima hapo Uh, kuna tatizo kubwa na mara nyingi pia, uh, rais wa Rwanda Paul Kagame ameonyesha uh, kutilia shaka uwezo wa Felix Tshisekedi kama rais wa nchi, na hata ameonekana akizungumza kwamba kama rais Tshisekedi anashindwa kufikisha pizza kwa wateja anawezaje kuongoza taifa kama rais? Kwa hiyo nafikiri uh, inatokea hapa ni kwa sababu ya ya, ya, ya, ya jinsi ambavyo Shisekedi analiongoza taifa. Kwa, kwa maana hiyo unazungumza namna ya uwezo wake haujatosheleza. Kwa kiongozi huwezi, um, kusema moja kwa moja, lakini kuna wakati inakuletea mashaka, inatia mashaka. Huona uwezo wa, wa, wa, wa rais ambaye yuko madarakani, lakini bado huoni kitu gani ambacho kime kimebadilika pakubwa. Unaangalia vifo vimeongezeka, lakini jeshi limeendelea kuwa dhaifu, watu wanaendelea kukimbia jeshini. Mona sasa, kwa rais ambaye uwezo wake uko vizuri, ungetegemea kuona anaanza na kuimarisha kwenye ngazi mbalimbali mbali za, za, za serikali yake kuliko hivi sasa. Asante sana. Sasa tuhamie Sudani na Sudani Kusini. Pasi na shaka, tumekuwa tukijiuliza ni kwa nini juhudi za amani kati ya Sudani na Sudani Kusini zimekuwa zikipata changamoto hasa, licha ya makubaliano kama vile ya CPA ya, haya yanazungumzia uh, comprehensive peace agreement ambayo ilifanyika naje, uh, na, mafuta yanaweza kuwa ni kichocheo kikuu cha mivutano baina yao. Uh, kuna mambo mawili hapo. Kwanza ni, ni, ni, ni kabila kwa mfano, kwa kwa Sudani Kusini, masuala ya ukabila analiweka taifa kuwa njia panda sana wa Norwea sijui Dinka na makabila mengine na sasa, kwa bahati mbaya, mahasimu wawili wamejikuta wakiwa makabila tofauti kwa maana ya Salva Kiir yeah, ambaye ni rais na Riek Mashare ambaye ni mpinzani wa o, karibu na makamu wa rais. Hiki ni kitendo ambacho kina kinawafanya ioneka waiweke Sudani Kusini kwenye matatizo, kwa sababu hapa kumekuwa kuna upendeleo wa ajira serikalini kabila moja, kumekuwa kuna upendeleo jeshi, se, uh, ingine, mingine, ya kuto, kuto wa nafasi za jeshi huko serikalini. Kwa hiyo kabila lingine na makabila mengine yanaonyesha kutoridhishwa na hiki ambacho kinaendelea. Hiyo hiyo ni hivyo, lakini kwa Sudan yenyewe uh, kwanza Sudani imeshuhudia pia migogoro mingi tangu pia kuondoka kwa kwa uh, sababu kumbuke pia hata Omar al-Bashir ambaye alipinduliwa na alipindua kwao, baada ya yeye eh, kupinduliwa pia ha, Sudan bado haijatulia kwa sababu ya mambo kadha. Kunaona sasa hivi akina Mohamed Dagalo ambaye alikuwa rafiki wa karibu kabisa wa Al-Burhan naye na ameanzisha hilo kundi lake la RFF na kukaa kwenye sehemu ambayo imegundulika madini ya dhahabu huko huko Sudani. Kwayo ni kitendo ambacho kinaonyesha kabisa kwamba rasilimali ndio ambazo zinapelekea, na yote haya yanatokea na rasilimali zinawakosanisha marafiki ambao wanakuja ku, kuingia kwenye kwenye vita na hatimaye kuwa maadui wakubwa. Sudani zile hasa Sudani kusini na mafuta, lakini Sudani yenyewe pia, sasa hivi, mara baada ya Sudani kusini kujitenga, ikawa kama asilimia kubwa ya mafuta imeondoka, lakini kwenye jimbo la Darfur kuna kunabidi, kuna rasilimali nyingine. Kwa hiyo ni, hilo ni, ni tatizo kubwa ambalo linapelekea uh, machafuko kuendelea. Asante sana. Mgogoro wa Tigray kule nchini Ethiopia unaashiria nini hasa kuhusu hali ya umoja wa kitaifa, na je, mfumo wa kisiasa wa kitaifa wa Ethiopia unachangiaje katika kuzuka kwa mzozo huo? Tumeshuhudia wiki hii uh, Tigray wamekamata kituo cha redio lakini pia ofisi uh, ya mea pale uh, katika mji mmoja hapo Tigray. Sasa hii iko vipi? ya kwanza. Uh, kuna wakati ilifikia hatua tukaamini kwamba Ethiopia uh, imeondokana tena na hivi vitu vya vurugu vurugu, mara baada ya kuingia Abiy Ahmed, ambaye ni waziri mkuu wa Ethiopia na mpaka kutunukiwa tuzo ya Nobel, lakini uh, baada ya tena kuanza machafuko huko Tigray, kwa undani, inaonekana ni kama kuna mataifa ya nje yanajaribu kupenyeza hapa kuingia kwenye taifa la Ethiopia, kwa sababu ameingia Abiy Ahmed na taifa la Ethiopia limekuwa lina mipango madhubuti kwa ajili ya maendeleo na uchumi wake, kitendo ambacho ni kama inaonekana kuwa tishio kwa mataifa mengine makubwa ya duniani. Unazungumza Ethiopia ambayo ina shirika la ndege madhubuti kabisa, unazungumza Ethiopia ambayo inafua umeme kwa kiasi kikubwa sana na hata Tanzania tunataka kununua umeme kwao. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, ili kufanya taifa kama hili lisiendelee na mipango ya kujijenga, ni kutafuta shida, ni kutafuta tatizo ambalo litawaondolea utulivu, ndio kama ambavyo inaendelea huko Tigray, kwa sababu watu wakiondoa utulivu, ina maana hakutakuwa tena na, na, na, na watu kujenga taifa. Hautaona watu wakiendelea kuchimba mabwawa, hautaona watu waki, wakijikita kwenye mipango mingine ya maendeleo. Matokeo yake watabakia kupigana na kujilinda dhidi uh, ya, ya mahasimu. Kwa hiyo hicho ndicho naweza kusema hivyo, lakini ya, kwa wanamgambo waliogogo Tigray, ni kama na wao wame, wa, wa, wa, kuna kitu wanakitafuta, lakini bado hawajafika, hawaja kwa sababu hata ya, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, kwa nyakati tofauti ameonekana uh, ku, ku, ku, kuenda mbele na kulinda zaidi maslahi ya taifa lake ya Ethiopia, na hata hapo nyuma aliyeingia yeye mwenyewe kwenye mstari wa vita, mstari wa mbele kabisa. uh, uh, tumalize na taifa la Kenya. Kenya kama taifa lenye uthabiti wa kisiasa kulingana na, na, na, na jirani zake lakini pia imekuwa ikishiriki kama mpatanishi katika mizozo ya kikanda pasi na shaka. Ni changamoto gani na nafasi zipi hasa Kenya imekumbana nazo katika juhudi hizi za upatanishi katika eneo la Afrika Mashariki? Tumeshuhudia juma hili baada ya juma jana, uh, uh, Rais William Ruto kuungana na Raila Odinga, pasi na shaka katika masuala ya kushirikiana uh, wiki hii tumeshuhudia mizozo kadhaa ya chini kwa chini eh, Eh, kwanza, Kenya Kenya imejaribu kupita mstari wa mbele kwa ajili ya kusaidia, na ndio maana imevuka mipaka na kwenda mpaka kupeleka askari wake kule Haiti kwa ajili ya kulinda amani. Lakini kwa inaonekana Kenya hawaingii sehemu bila masilahi na wao eh, ndio maana kuna wakati wamekuwa wakiingia kwenye migogoro sana na Somalia mara baada ya wao kuwa na ushirikiano na Somaliland, jimbo ambalo lilishajitenga na Somalia, bado wanasema ni la kwao, lakini juzi pia Sudani wametoa taarifa kutushirikiana kutoshirikiana na Kenya. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo inawezekana Kenya kwenye uso wa dunia wanatuonyesha hivyo kwamba wanajali, wanasaidia lakini ndani kuna vitu ambavyo na wao wanavidimanji ama wanavihitaji kwa ajili ya mpango wao kuweza kukamilika. Lakini eh, hili sababu bado, kwa sababu ukiangalia hata Kenya wenyewe bado una vigugumizi kwa wananchi wao ndani kwa ndani, lakini kupatana kwao pia kwa Ruto pamoja na uh, Raila inaonyesha Uh, kuna namna wanaenda wana, wana, kwenye masilahi ya taifa, lakini hili sio mara ya kwanza, sababu kuna wakati uh, Raila Odinga pia amewahi kupatana na viongozi waliopita akiwepo pia Uhuru Kenyatta, Mwai Kibaki na, na watu wengine. Kwa hiyo um, wala sio jambo geni sana kwa kwa kwa viongozi wa Kenya kupatana leo na kesho tena kugeukana ni mambo ya kawaida. Mm -hmm. Uh, utaungana pasina shaka na baadhi ya wachambuzi, Richard Feruzi, wanasema kwamba ili mataifa uh, haya ya Afrika Mashariki basi ama ya Afrika yaweze kuondokana na migogoro hii ya mara kwa mara ya wenyewe kwa wenyewe yanahitaji damu mpya katika nyadhifa mbalimbali za uongozi. Um, na, na sio tu damu mpya. Yani shida kuibadilisha Afrika sio tu damu mpya, lakini inakuja ni damu ya aina gani? Kwa sababu kuna damu mpya zinaweza zikaja bado zikawa na, na, na, na fikra ambazo bado inaweza kuiangamiza Afrika kuna damu mpya zinaweza zikaja lakini haziwezi kubadilisha chochote, zikaishi kwenye mitazamo ile ile. Wa damu mpya ikaja, wakawa ni wanarushwa, wakawa ni mafisadi, wakawa wanachepusha hizo pesa kwa ajili ya kupeleka kutunza kwenye akaunti za nje. Hawa hawa wakawa wanatafuta pesa hizo za nchini kwao na kuzitapanya na, na, na warembo ama kwenye starehe zingine nyingi. Kwa hiyo damu mpya zina, zinazohitajika ni damu ambazo zitakuwa na uchungu wa Afrika kweli. Tuwaone akina Patrice Lumumba, tuwaone watu wenye kubeba ile ari walizokuwa nazo akina Mwalimu Nyerere, watu ambao akina Robert Mugabe na watu wengine kama akina Kwame Nkrumah Tukiwa na damu kama hizo, tukasema sawa, sasa hivi angalau inatia matumaini, baada ya kuona watu kama wakina Ibrahim Traore, na tunaona Burkina Faso tayari imeanza angalau kusogea, imezindua viwanda eh, lakini inaanza kuzindua hata magari yao wenyewe. Nataka kuona hivi, angalia watu kama wakina uh, Fae, mtu ameingia madarakani na hata picha yake ionekane pale. Tunataka kuona zile hile, zile mentality za kina Thomas Sankara zinarudi Afrika, sio tu damu mpya, lakini ni damu mpya ambayo itakubali kuibadilisha Afrika iende kwenye msingi mpya. Kwa mtazamo wako, wapo vijana hao kwa sasa hivi? Yes, vijana hao wapo. Inawezekana mifumo imewaficha kutoonekana lakini vijana hao wapo, lakini bahati mbaya wanapojaribu tu kuchomoza, basi mifumo iliyopo inawaziba, inawarudisha chini ama inawatoa kabisa kwenye system ili wasije, uh, kufika huko mbele, kwa sababu vijana hawa wakipewa nafasi wanakuja kuwawajibisha watawala waliopo, watawala ambao hawapendi kuona hicho kitu kinatokea dhidi yao. Asante sana Richard Feruz kwa nafasi ya kuzungumza na wewe kwa siku hii leo, nakushukuru sana